Ni siku nyingine tena hapa tunazungumza na tupo na Jacob Sospeter Maiga, ambaye ni aliyekuwa sasa mwenyekiti wa chama cha Chadema jimbo la Bunda Mjini, lakini kama unavyotazama sasa hivi anaonekana na nguo ya kijani ya Chama Cha Mapinduzi, pengine tutafahamu mengi, na mkononi pia ana fomu tayari. Tunatamani kufahamu nini ambacho kimetokea na nini kimeendelea. Kiongozi, habari za mchana? Salama kabisa, salama. Okay. Naam. Kulikoni eh, Jacob leo na jezi ya Chama Cha Mapinduzi. Ingali tunakufahamu wewe ni mwanachadema na ni kiongozi wa Chama Cha Chadema Jimbo la Bunda Mjini. Aa, nilikuwa nilikuwa kiongozi wa Chadema Jimbo la Bunda Mjini. Lakini kwa sasa aa, nipo Chama Cha Mapinduzi kama unavyoona unavyo, na ni maamuzi yangu mwenyewe binafsi na ni jambo ambalo nimelitafakari eh, mwenyewe nimelipenda na nikaamua nifanye maamuzi haya. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kabisa ambalo nimelifanya, na ni jambo ambalo nimelipenda, nimelitafakari kwa kina, nikaona basi ninaweza nikawepo Chama Cha Mapinduzi na nikapata haki yangu ya msingi kama Mtanzania ya kugombea na kuasilisha uh, mawazo yangu kwa wananchi, kama chama kitanipa ridhaa, basi mambo yakaenda vizuri. Hilo ndio nimelitafakari. Umetumia muda gani? Ah, ni, ni muda mrefu kwa sababu mwanasiasa, kila siku unapokuwepo kwenye siasa eh, kuna vitu unakuwa unavitafakari kila kuitwapo leo, kwa sababu ah, tunapokuwa na siasa, maana kama ni kitu ambacho kimewekwa kwa ajili ya kwenda kuwakilisha umma katika mambo fulani ama matarajio yao. Kwa hivyo mimi kila wakati nimetamani sana kuwa mwakilishi wa wananchi. Eh, sasa napokuwa nitamani kuwa mwakilishi wa wananchi maana yake nini? Maana yake ni kwamba eh, vyama vimewekwa kwa ajili ya ya, ya ya ya kutupa tiketi ya kwenda kuwakilisha wananchi katika vyombo vya uwakilishi. Kwa hiyo eh, ninapokuwa kila siku nipo kwenye chama fulani nakuwa naangalia, je, kwa sasa E, hapa nilipo tiketi hii niliyonayo inaweza ikanifikisha kwenye yale matarajio ambayo nimekuwa nayo, kama ukiona kwamba imefikia sehemu ambayo tiketi ulionayo sasa haiwezi kufikisha, sawa na gari ulilokuwemo, nafikia wakati unagundua ili gari safari yake inaishia hapa, unaweza kubadilisha gari na ukaendelea na, na safari. Tuseme mm -hmm. eh. Ume, uh, labda umejiunga lini sasa na Chama cha Mapinduzi, ni leo ama kitambo? Kitambo kidogo eh, almost kama miezi um, miwili iliyopita ndani ya Chama Cha Mapinduzi. Naam, na hmm, Chadema, nini ambacho kimetokea mpaka leo uko ndani ya Chama Cha Mapinduzi? Ninachoweza uh, tu kusema ni kwamba uh, tunapokuwa tunakuepo kwenye vyama kama nilivyoeleza mwanzoni, tunakuwa tunaangalia kwa sasa eh, wananchi na umma ni kitu muhimu sana, na ndicho kitu kinasababisha vyama vya sasa vinakuwepo kama tiketi za kwa, e, kwa watu wanazichukua, alafu wanakwenda kuwakilisha wananchi. Sasa anapokuwepo kwenye chama e, tunakuwa tunaangalia hali halisi, mawazo ya kwangu na fikira zangu, uwezo wangu wa kiakili inakuwa, e, nakuwa nawaza kwamba Mm, ninatamani sana nifikie sehemu niwawakilishe wananchi kwa ile ninayoona ni mapungufu kwenye eneo ninaloishi. Sasa napoona kwamba chama kile nilichokuepo kinafikia sehemu, sasa naona kama haya matarajio ni kama yamekoma. e, bandara yake ni kwamba tumerudi tena kama vile tunaanza kwa, e, kimerudi kuwa chama cha kiharakati. E, sasa sasa itatuchukua takribani miaka mingi sasa kuja kutimiza harakati. Na mimi ninachofikiria ni kwamba yako mambo ambayo wananchi wanayahitaji ambayo wanafikiria ni kitu nia mawazo yangu na akili zangu, tunaweza tukafikia hatua fulani na maendeleo yakaja. Kwa hiyo nikaona hiyo nafasi sasa haipo. E, sina sina bifu nao sina kesi nao, nimetoka kwa hali yangu mimi mwenyewe, ninawaheshimu. E, nimejiunga huku kwa maana kwamba nataka nitimize kila kile ambacho kiko ndani ya moyo wangu kama we kiongozi wa chama uh, jimbo la Bunda mjini umeamua kuhama chama, kwa hiyo tutegemee kuna wengine tena watakufuata? Kwa sababu ni kiongozi ulikuwa wa na watu uh, si, hilo siwezi nikalizungumza hivyo hmm, kwa sababu kila mmoja ana namna ambavyo yeye anaona. Mimi naweza nikaona hivyo eh, lakini kuna wengine hata waliokuwepo nyuma yangu wanaweza wasilione hilo na wanaweza wasi, wasitamani kufanya hicho mimi nachokifanya. Kwa hiyo siwezi nikaahidi hilo kwamba kuna watu nyuma yangu watakuja wengi. Aa, mimi siko kwenye vichwa vya watu waga, napenda kuwa mkweli. Mimi kama mimi mwenyewe binafsi Jacob Sospeter Maiga jasoma, eh? Nimeamua hivyo hiyo siwezi nikazungumzia wengine. Kama kuna mtu mwingine pia ataliona hili ambalo mimi nimeliona basi, anaweza akafanya kwa, kwa, kwa wakati wake na kwa sababu zake pia ataeleza, siwezi. Mara nyingi nimekuwa nikisema hivi. I e mchezaji yeyote kwa mfano kwa hapa Tanzania anatamani sana acheze, e Yanga au Simba. Akidrop kidogo acheze Azam eh? Ndo anajua hapa, um, yuko yuko kwenye kwenye timu kubwa. Kwa hivyo mimi akili yangu na mawazo yangu kila wakati nimekuwa nikisema eh, E, kama siwezi kucheza Chadema basi naweza kucheza CCM, maana hizo ndo timu ziko ligi kuu na zina ushindani mkubwa na mambo yanakuenda vizuri. Kwa hiyo akili yangu na mawazo yangu kwa sasa ninafikiria ni wakati sahihi wa kuwepo CCM na nikatimiza malengo na mawazo yangu yakafika panapohusika na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo mimi nafikiri hivyo mm -hmm. uh, mm -hmm. Taarifa zinasema umemfuata Esta, tunahitaji kufahamu Hili nina ukweli gani? Maana na yeye jana amechukua fomu. Ninachoweza kusema tu ni kwamba ukiwa unasafiri, hmm, umetoka nyumbani kwako unaenda stendi na unataka safari, huwezi kusema e, hapo njiani utakuwa peke yako tu. Eh? E, kwa mfano mwandishi, umetoka e, umetoka nyumbani unakwenda Mwanza e, ukitembea barabarani wote watakao kukutana nao, unaweza kufika sehemu mpaka stendi ukapanda gari gari. Ukashangaa na jirani yako kwenye gari. Kwa mimi sijafuata mtu. Mimi sijafuata mtu. Na ningekuwa nimefuata mtu basi mimi ningefika tu CCM, basi nikaacha tu hivyo nikatulia nikafanya kazi zake. Zake. Mimi Mimi sifanyi kazi za Esther. Nasifanyi kazi zake. Mimi nimekuja Chama Cha Mapinduzi peke yangu kwa mawazo yangu kwa akili zangu na kazi nitakazofanya nitafanya kwa kwa nguvu zangu na akili zangu kuitumikia timu inayotumikia kwa sasa, kwa moyo mweupe mm -hmm. Kabisa. Kabisa. Kwa hiyo sijafuata mtu. Okay, leo na fomu. Mnatia nia nafasi gani? Natia nia kugombea e, nafasi ya udiwani kata ya Kabarimu. Tufahamu labda uh, umewahi kutia nia uh, tena ama kugombea kupitia Chadema kabla hujajiunga na system, huko kipindi cha nyuma? Yes, na e, nime nikipata nafasi hii itakuwa ni awamu yangu ya tatu hmm. Chadema nimegombea 2015 udiwani kwenye kata hii hmm, lakini pia nimegombea udiwani kupitia Chadema pia 2020 hmm. Kwa hiyo hii itakuwa ni, nikipewa ridhaa, itakuwa ni awamu yangu ya tatu Naam, kwa hiyo nilikwisha kufanya hivyo. Kwa nini uja, ujaenda katika nafasi ya ubunge, umeanzia udiwani? Ninachokiamini mimi, nafasi ya ubunge sio kwamba siiwezi, naiweza vizuri, lakini mimi huwa ninaamini mtu mwenye hatua za kwanza ndogo, akiwa anakwenda zinaongezeka. Kwa hivyo mimi ninahitaji e, tuanze na kata kama chama changu kitanipa ridhaa, eh, tukisha anza na kata, yale mawazo nilionayo na maono niliyo nayo kuhusu kata hii ya Kabarimu, hapo sasa ndo tutakapoanzia. Wakishaona baadaye, maana wanaona ni watu, baadaye watashauri wata e, kwamba sasa, kwa kazi hii tuliyoiona, ulioifanya jinsi ulivyowakilisha wananchi kwenye chombo cha halmashauri cha, cha, cha, cha basi, e, tunafikiria unaweza e, ukapanda zaidi ya hapo. Kwa hiyo tutaenda kwa hatua. Kwa hiyo sijataka kukimbilia kwenye ubunge kwa sababu huwa ninaamini katika kuanza hatua ndogo kwenda hatua kubwa. Kwa hiyo nimeanza ndogo, na hatua ndogo baadaye nitaenda hatua kubwa. Naam. Eh, mwanachadema anaweza akajiuliza kwa nini mwenyekiti ametuacha sasa wakati mwenyekiti wetu uko ndani? Ah, ninachoweza kusema ni kwamba eh, maisha yanaendelea kila siku, maisha hayajawahi kusimama. Kwa sababu fulani hayupo kwa sababu fulani yuko katika hali fulani, maisha yanaendelea tu kawaida bila shida. Kwa hivyo e, mimi binafsi uamuzi niliyoufanya, e, ni uamuzi wangu mwenyewe, lakini sio mara ya kwanza watu kutoka kwenye vyama wakana vyama vingine. Lakini pia kwenye hicho chama changu cha zamani pia mimi sio wa kwanza, walishawahi kuama watu wengi sana na wakubwa. Mimi siwahi kuwa mjumbe wa kamati kuu, sijawahi kuwa diwani, sijawahi kuwa mbunge, sijawahi kuwa mjumbe ku, wa baraza kuu. Mimi nilikuwa tu mjumbe wa mkutano mkuu, kwa hiyo. Lakini kuna watu wamehama, waliwahi kuhama wakiwa e, wengine waliwahi kuwa madiwani e, wengine waliwahi kuwa wajumbe wa baraza kuu, wengine wajumbe wa kamati kuu. Kwa eh, hiyo utaona, lakini pia kulikuwa na watu waliwahi kuhama ambao walikuwa kwenye tano bora ya taifa watu kama kina Zitto Kabwe eh, eh, na wengine. Kwa hiyo mimi sio wa kwanza. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba mtu yoyote anapokuwa ametoka mahali ambapo mlikuwa mmezoeana kwa fulani, kutakuwepo ni kweli na simanzi na nini, lakini ni vitu vya kawaida kwa mtu ambaye ana ana uwezo mzuri wa kufikiri na kutafakari, hata ni vitu vya kawaida, na ndio maana tunasema eh, eh, siasa sio sio vita Eh, siasa sio vita. Eh, siasa ni uwezo tu wa maono. Ukiona maono hapa pamefifishwa maono yako, unaweza ukaangalia chaneli nyingine na maono yako yakaenda. Kuna vitu kwenye kichwa Mungu anaweza kamiveka kwa mtu lakini wapi sasa vinatokea. Kwa hiyo, swala la mwenyekiti wa Chadema kuwepo ndani lisingeuhusiana kabisa na maisha yangu binafsi ya kwa hiyo hilo limekuwa wazo langu binafsi mawazo. E, hata kwenye maisha tu ya kawaida mtangazaji e, unaweza ukawa uko sehemu unatafuta, lakini kafikia sehemu ukaona ili eneo mawazo yangu na mbinu zangu azipenyi, ukaamua kubadilisha eneo, ukafika kule na ukafanikiwa, akili zako zile mawazo yako, na yakanufaisha na watu wengine. Kwa hiyo inakuwa tu hivyo. Ni kweli kama wananchi hasa wa Tanzania wanatushangaa, lakini niwaombe tu kwa wananchi wasitushangae kwa sababu e, vyama hivi sio vita kwamba mimi nikiwa CCM labda nina vita na watu wa Chadema, tuna vita gani? eh, ni swala tu la mtazamo na ni nembo za vyama hivyo, lakini hoja ya kupresent iko pale pale kwamba kwa nikiwa diwani kupitia CCM nitawawakilisha wote, wananchi wote wa vyama na wasio na vyama. Kwa mfano nikwambie tu kwamba kwa mfano ukichukulia Watanzania wa wenye vyama ni watu wachache sana ukilinganisha na Watanzania ambao wana vyama eh. Tanzania ina ina ina wananchi zaidi ya milioni 65. Kama ni zaidi ya milioni 65 haya walio kwenye vyama ni wangapi? Wachache sana eh. Chama changu cha pinduzi kwa sasa kina, kina, kwa mujibu wa takwimu sasa tunakaribia wanachama milioni kumi na kumi, zaidi ya kumi na moja eh? Eh, Chadema wako chini ya milioni tano na, umeshaona, na? Sasa, haya vyama vingine sasa hebu niambie hao wengine waliobaki, wako wapi Utaona wana vyama. Kwa hiyo ee, swala la chama mtu kutoka chama kimoja kwenda kingine, mimi ni waombe wa Tanzania lisiwape shida sana. Kikubwa waangalie nini wanachokitafuta wananchi, nini wanachokitaka wananchi, je, wawakilishi hawa watakao wapeleka je sababu ndio maana vyama sasa hivi tunachukua form kama hivi unavyoona, na form e, chama kitachuja, kitaona ni yupi miongoni mwa hawa tukimpeleka atapeleka ushindani mkubwa katikati ya uchaguzi. Vyama vingine pia vitaleta, alafu sasa kila chama kitachagua mchezaji bora ambaye atakwenda kucheza kwa umakini, alafu wananchi wapate nini? Maendeleo. Kwa hiyo msuguano hivi vyama na nini ndio unafua wananchi e? Kwa hiyo wasishangae vitu kama hivi. Tuhitimishe sasa, nini ujumbe wako ndani ya chama chako cha Mapinduzi? Na tayari umnafomu na mimi ninasubiri utaratibu na taratibu zingine ambazo zinafuata. nini ambacho unakifanya? Exactly, ah, ninachoweza kusema tu ni kwamba eh, mimi kwa sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Eh, nitakitumikia chama hiki kwa moyo wangu wote, kwa akili zangu zote, kwa wakati wowote watakaponiita nitaitika. Kwa hiyo nitakuwepo, miongoni mwa wagombea wao. Chama kuchuja na kufanya vitu vingine, hiyo ni kazi yao. Then yule watakayemleta, kama ni mimi, tutashirikiana kupiga kazi. Iwe ni mwingine, pia bado tutashirikiana kuhakikisha kwamba wananchi wanapatiwa maendeleo. Kwa hiyo hilo ndo wito wangu, na kwamba eh, naomba tushirikiane kwa watu wote kipia, na chama changu kipya, na mimi watanipo shirikiano wa kutosha, na mimi nitawapo shirikiano wa kutosha.